Ndoto yangu maisha yangu. Kulikuwa na kijana mmoja aliyeitwa Baraka, yatima aliyepitia maisha magumu tangu utoto wake. Alizaliwa katika kijiji kidogo kilichopo pembezoni mwa mji, lakini bahati mbaya alipoteza mama yake akiwa mdogo sana, na baba yake hakuweza kujulikana aliko. Alilelewa katika kituo cha watoto yatima kilichoendeshwa na kanisa dogo la kijiji. Licha ya changamoto za maisha, Baraka alikuwa na kitu kimoja cha pekee, kipaji cha muziki. Alikuwa na sauti tamu iliyojaa hisia na uwezo wa kugusa mioyo ya watu alipokuwa akiimba. Mara nyingi alitumia muda wake mwingi kuimba peke yake na kujaribu kugonga vitu mbalimbali mbali, kutengeneza midundo kwa kutumia mapipa na vifaa vya kawaida vya nyumbani. Siku moja pale kituoni, watoto wengine wakiendelea kucheza michezo yao ya kawaida, Baraka yeye alienda nyuma ya bweni na kuanza kuimba. Mama mlezi alimsikia, akaenda taratibu taratibu, akamshika bega Baraka na kumwambia, "Baraka, sauti yako ni ya kipekee. Endelea kuimba. Siku moja dunia itasikia." Baraka alitabasamu kwa aibu, kisha akaendelea kuimba kwa upendo. Wakati wote Baraka aliota kuwa mwanamuziki mkubwa, lakini hakukuwa na mtu wa kumuunga mkono. Alikuwa akiimba kanisani na mara nyingine kwenye hafla za kijiji, lakini hakukuwa na mtu aliyechukulia uzito uimbaji wake. Wengi waliona ndoto yake ni kama hadithi tu ya mtoto wa maskini aliyekuwa na nafasi ya kufanikisha malengo yake. Jumapili moja alipewa nafasi ya kuongoza ibada lakini kwa bahati mbaya alichelewa kuamka, maana kichwa kilikuwa kinamuuma sana. Shemasi mmoja na baadhi ya wanakwaya walikwenda kugonga katika chumba kile anacholala Baraka. Baraka! Naam! Baraka alikurupuka sana baada ya kuona kwamba ameshachelewa kanisani. Alitoka mbio mbio huku akiendelea kufunga shati lake na kuingia kanisani moja kwa moja mpaka madhabauni. Siku hiyo Baraka aliimba vizuri sana. Aliimba kwa hisia nyingi, watu wote walimshangilia. Waumini wakaanza kuambiana, "Huyu mtoto ana kipaji cha ajabu, Mungu ana mpango naye." Kumbe katika ile ibada kulikuwa na mgeni aliyetokea mjini. Baada ya ibada, alimfata Baraka akatoa mkono akampa. jina langu naitwa Bwana Musa. nimependa sana uimbaji wako. Mimi ninaendesha studio moja kubwa sana mjini ningependa kukusaidia kwenye muziki wako." Baraka kabla hajajibu chochote alipiga magoti chini na kumshukuru Mungu na kusema, Mungu hii ni fursa yangu. Baraka alishangilia sana na machozi ya furaha yakamtiririka. asante sana kaka, asante sana, asante kaka. Kwa msaada wa wasamaria wema, Baraka alisafiri kwenda mjini kurekodi wimbo wake wa kwanza. Ilikuwa ni safari yenye changamoto, lakini alikuwa na imani kwamba ndoto yake itatimia. Alipoingia studio kwa mara ya kwanza, hakuamini macho yake. Vifaa vya kisasa, wanamuziki wakubwa na mazingira ya kitaalamu yalimpagawisha. Kwa sauti ya chini, Baraka akijiongelesha na kusema ndoto yangu imetimia, Mungu asante. Baraka anafanikiwa kurekodi wimbo wake wa kwanza. Baada ya muda mfupi wimbo wake ukaachiwa, ndani ya wiki chache tu ulianza kusambaa kama moto wa nyika. Redio mbalimbali mbali zilianza kuucheza na watu walivutiwa sana na sauti yake isiyo ya kawaida. Akaanza kupata mialiko mingi na alipata nafasi ya kwenda kwenye tamasha kubwa liliyoandaliwa pale mjini. Baraka anapanda jukwani na umati mkubwa unamshangilia. Aliimba wimbo wake, watu wakamshangilia kwa nguvu sana. Baada ya miezi michache Baraka aliibuka kuwa nyota mpya katika tasnia ya muziki, hata kupata mkataba wa kurekodi albamu yake ya kwanza. Pesa na umaarufu vikaanza kumfuatilia, lakini Baraka hakusahau alipotoka. Baraka anarudi katika kituo cha watoto yatima ambapo amelelewa, akiwa na zawadi mkononi kwa watoto. Mama mlezi akitiririkwa na machozi, alimkumbatia Baraka na kumwambia, "Yule Mungu ulikuwa ukimtumikia sirini sasa amekuweka hadharani." Maisha ya Baraka yanatufundisha kuwa yoyote anaweza kuinuka kutoka kwenye hali ngumu na kufanikisha ndoto zake, alimradi awe na bidii, uvumilivu na imani kwa Mungu. Kwa sasa Baraka si tu mwanamuziki mkubwa, pia ni sauti ya matumaini kwa wale waliokata tamaa. Kila anapopanda jukwani anakumbuka safari yake kutoka kuwa mvulana yatima mwenye ndoto hadi kuwa msanii mwenye kuheshimika na kupendwa na wengi. Tukisoma Mithali tatu mstari wa tano mpaka wa sita Biblia inasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyoosha mapito yako. Ungana nami katika simulizi zinazofuata. Ni mimi mwandishi wako na msomaji wako Joshua wa Mvungi. Asante kwa muda wako.